Ni kawaida kwa sasa kupitia mitandao ya kijamii kama TikTok, Instagram na Facebook kukuta kurasa nyingi zinazotangaza biashara mbalimbali, miongoni mwa kurasa hizo zikiwa ndio ofisi zao rasmi za wafanyabiashara. Mteja akitaka bidhaa, basi utafanyika utaratibu wa kumfikia na malipo kufanyika kidigitali. Hii yote inawezekana kutokana na maendeleo makubwa ya kiteknolojia ambayo sasa yanashawishi sehemu kubwa ya dunia kuhamia huko. mathalan Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA inaeleza kuwa kumekuwa na ongezeko la matumizi ya simu janja nchini kwa robo tatu ya mwaka 2025. Matumizi ya simu janja yalifikia milioni 26.9 ikilinganishwa na milioni 24 katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 huku matumizi ya inteneti yakifikia milioni 56.3 mwezi Septemba ikilinganishwa na milioni 54.9 mwezi Julai mwaka 2025. Baadhi ya wachumi wanasema kuwa sekta hiyo imeonekana kukua kwa kasi, hivyo serikali inapaswa kutazama kwa umakini katika ukusanyaji wa mapato bila kuathiri ufanyaji wao wa kazi. Serikali kila mwaka TRA wakitoa hesabu za kodi zilizokusanywa zinaongezeka, zina, ni kwa sababu ya ufanisi katika kupunguza mianya, lakini pia digital economy inapunguza rushwa. Unajua, kama mtu ana uwezo wa kufanya, kufanya assessment ya kodi akafanya assessment labda ya kulipa fee uh, fulani ya serikali bila kukutana naye, na mfumo umeshaambiwa kwamba baba mtu akileta application ya kitu fulani anatakiwa achajiwe kitu, kitu fulani. Maana yake hakuna room ya watu kukutana na kuwekewa ukiritimba wowote. Kwa hiyo unaona kwamba kuna wito wa hizi mamlaka pia ambazo zinaangalia namna gani zitapata kodi zao bila kulazimisha hawa watu wa, waende kwenye mifumo ambayo wameizoea kwa sababu wao wamezoea kwamba hivi ili ufanya biashara uwe una duka uwe umelipa kodi ya pango uwe sijui umefanya nini uwe kali yako. Lakini sasa hivi unaona vijana wanafanya hizi biashara kutoka kwenye vyumba vyao vya, vya chuo, watu wanapata bidhaa sasa. Unafanyeje hapo ili pia upate kodi yako pia kama mamlaka, lakini pia bila kuathiri ajira ambayo kijana amefanyaje ameipata. Lakini nao baadhi ya wafanyabiashara wameonyeshwa kuridhishwa na kukua kwa teknolojia ya kimtandao ila wasiwasi wao ni changamoto ya wafanyabiashara wasio waaminifu. Huu 5G mtandao wa 5G umetufanya sisi wafanyabiashara tuweze kufanya mambo yetu kwa urahisi na kwa haraka. Unapost kitu harakaharaka haraka, kinaenda duniani, unapigiwa simu. Mimi nauza chakula, biashara yangu mtandaoni, ninavyotumia wengine wanaweza kusema unakosea na nini, hapana. Changamoto tunazopata sisi ni hususan wale wateja wa mikoani, lakini pia masuala ya kitapeli yanayotokea sasa hivi. Uh, wateja wa mikoani wanakuwa wanashindwa kutuamini sisi kututumia fedha, ingawaje sasa hivi tumetoa options za kuwatumia mzigo wao, wanatuma fedha ya nauli. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine uaminifu unahitajika sana, ili biashara ziende. Sasa walio wengi mitandaoni si waaminifu, hicho cha kwanza. Cha pili, pia changamoto tunayoipata ni namna ya kuitumia mitandao, nanielewa watu wengi hawaitumii mitandao kwa maana ya kunufaika Kukua kwa uchumi wa kidijitali kwa kiasi kikubwa kumeonekana kuwa na manufaa hasa kwa wafanyabiashara wanaotumia kwa usahihi mitandao ya kijamii kuweza kuwafikia wateja wao kwa haraka zaidi. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam <mukla>